Mtakatifu Antoni Maria Klareti wa Catalonia, Hispania, alikuwa kama moto wa Roho Mtakatifu uliozuka katika ulimwengu wa giza la ubaridi wa imani. Kwanza alikuwa fundi wa kushona nguo. Sauti moja ilimwambia, "Antoni, dunia inahitaji upendo wa Mungu zaidi kuliko mavazi." Ndipo akaacha kila kitu na kuwa padri. Alisafiri miji mbalimbali akitangaza habari njema bila kuchoka hata alipoadhibiwa, kudhihakiwa au kutishiwa kuuawa. Kwa nguvu ya upendo wake kwa Maria, aliunda shirika la wamisionari wa moyo safi wa Maria, Claretian Missionaries. wakazi wa Injili waliowaka kama taa katikati ya giza. Hata alipopelekwa Cuba kuwa askofu, alibadili kanisa na jamii kwa ujasiri wa kinabii. Alifariki akiwa amejazwa amani, lakini moto aliouwasha unaendelea kuwaka katika mioyo ya wale wanaotaka kuishi Injili kwa ujasiri, upendo na ari ya kitume Mary, in